Twende kazi. Sasa hiki sio kipindi tu, ni harakati. Weka akili sawa ni kila Jumatatu hadi Ijumaa, saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana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 Haya, msikilizaji ni saa tano na dakika arobaini. Hmm, tumerejea msikilizaji kuendelea na kizimbani kwa siku ya leo. Yes. Aha. Mwaru. Ndio. Kizimbani yako hiyo. Yeah, sasa bwana. Uh-huh. Leo kwenye kizimbani tunakumbushana tu tunakumbushana jambo moja tu kwa baadhi ya ndugu ambao wana tabia, mimi mm, naita ni tabia mbaya kulikweli haifai. Tabia mbovu. Tabia mbayo kweli ni mhanga uh, mimi i nikasema ni muhanga lakini uh -huh. mwisho wa siku niliweza kutambua hilo. okay. na mpaka sasa hivi itabidi sasa niwe busy na vitu vyangu. Ah, na wewe utaki shida. Eh, sitaki shida. Ama na wewe ndo unalipiza kisasi? Hapana, silipizi kisasi sasa, kwa sababu unajua, ndugu, siku zote ni kujuliana hali mm. umenielewa? na pia. alafu pia kuna baadhi ya ndugu wako na magrupu mpaka ya WhatsApp Mm. Yeah, ya ukoo fulani yeah, soko wetu hatujafikia huko. Eh yeah, bado sijui uenda yeah. Mimi aje kunishirikisha lakini kuna wengine wapo <laughs> yeah, wengine wapo tunashuhudia mm. Sasa siku leo sisi tutakwenda kukumbushana, jamani, kuhusiana na baadhi ya ndugu wenye tabia ya kutopokea simu za ndugu zao wengine uh -huh. Kwa madai kwamba wanaomba fedha yaani, wewe akinipigia yeye tu huyu tayari shida, huyu nataka kunieleza shida zake, naomba hela. Licha ya kwamba wapo ndugu kweli ambao pia na wao mpaka kuwasiliana na ndugu zao hmm. Ni lazima wawe na shida ndio, yaani ile kwamba tu anakupigia simu a kusalimiana, ni vitu vyake au ndio ule kupeana taarifa ta ta za kwenye ukoo. mm. Watu ndio wbwana kuna harusi huku, ama bwana kuna msibani yendozaka na kutafuta kama ana issue, lakini ile kutafuta kwamba kusalimie. mm -mm. Mm. Lakini sasa nie nduo sasa ambao mnapigiwa simu ndio yaweza kuwa ndio kweli mtu anayotabia kwamba anakutafuta kitaka kuomba pesa ama kitaka kuomba kitu hmm. Lakini siku hazifanani ndio, na kila siku sio Jumamosi mm -hmm. Kuna siku zingine, na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kuwakumbusha tu. Jamani, unaweza ukajikuta unakosa taarifa muhimu kwa ndugu yeah. kwa sababu umehisi kwamba umehisi kwamba yes kumbe mtu ana nia yake tu ya dhati, bwana habari mm, ama kuna jambo nataka kufahamisha kwamba linakuja kufanyika kwako aidha ni mbaya hey. Lakini kwa sababu wewe ushajijengea ile akilini kwamba bwana akinitafuta nataka kuniomba tu, wewe utakuwa na shida huyu bwana hey, unatulia zako, mwisho wa siku mabaya nakupata, kumbe ungepokea simu yake angekupa tahadhari na ukachukua tahadhari kwa salama. Na kitu kingine kama uko busy labda majukumu mm. sio mbaya jamani, SMS zipo Unaandika ujumbe mfupi tu jamani, samahani kidogo, ndugu yangu, nitumie message, ndio nitumie message. Niko kwenye harakati mm -hmm. za utafutaji beni na <laughs> mdogo wa Talia bila nitaka kuongea, unajua Waswahili wanasemaga majuto ni mjukuu mjukuru, ah. Kwa kawaida, mm. inakwaga ni ngumu sana kujua kwamba upi ni wakati sahihi wa kumsikiliza huyo ndugu, kwa sababu unakuta kuna wale ndugu mm -hmm. ni kweli akikupigia eh, simu muda wote mudawote mm -hmm. anishina mm -hmm. mm -hmm. unajua kabisa huyu hana jambo la muhimu mm -hmm. lakini mm hivyo -hmm. unakuwa ujui kwamba saa hizi ananipigia kwa nini, utakuja tu kujua baadaye. Ah, kuna tukio limetokea, maana alikuwa maskini, ndio maana alikuwa hivi. Jamani, kiukweli, ndugu ambao mnatukatia simu kwa malengo ya kwamba sisi tunahitaji fedha kwenu, mkome, mnatuumiza sana mm. Kiukweli watu tunashindwa <laughs> kuambia vitu vya msingi, tunakaa navyo moyoni. Una hasira na nina hasira kwa kweli. Ameniambia kwamba uliwahi, ndio mpaka leo mm, na mimi niko busy kama alivyobiza hapo. Alafu sasa ndugu mmoja akaanza kulalamika kwa mzazi wangu. Tutarejea. Sikiliza Mchakato. Radio Kwizera FM ni nambari moja kanda ya ziwa, 93.7 Radio Kwizera FM Kigoma.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 fedha ama mtaumbwa kitu, e, jambo ambalo haliko sawa, kutokana na wengine huenda wakawa na lengo tofauti. Kwa upande wa ujumbe mfupi, anaitwa Dawson uh, Malus kutoka Itaba, mtaa wa Ruhwiti, anasema mchakato wa leo umegusa penyewe um, lakini bahati uh, Paska anatokea Kahama, anasema kizimbani ya leo ilikuwa ni anasema uh, ilikuwa ni changamoto imetujuza mengi mm. Lakini Obedi Medaridi, kana zingara ndiko ambako anatokea, anasema kizimbani ya leo tumegusa penyewe. Ni kweli wapo baadhi ya ndugu wenye tabia ya hivyo, lakini watangazaji, mmejuaje watu kama hao kama wapo Uh, nasema ni wengi sana, na anaomba kwamba waweze kubadilika. Anaitwa Malko Isaya kutoka Mbuhenge Ngara. Lakini Dodatus Buguru kutoka Goyagoya kizimbani leo ni, ni baraa, anasema ndugu wenye tabia kama hizo wapo tena ni wengi, tuwape vidonge vyao waweze kubadilika. Kazi njema, anamaliza kwa kusema hivyo. Kabulo uh, ni, ni Nzere anatokia Nyakariba anasema Kizimbani ya leo ni uhakika, watu kama hao wapo. Lakini revila ni Wilson Rusizira kutoka juruligwa Ngara anasema mm, kwamba baadhi ya ndugu ambao hawapokei simu za ndugu zao, kisa yetu wanataka kuombwa hela, hawataki hata salamu za ndugu zao anaomba kwamba waweze kubadilika, sio tabia nzuri. Hmm. Lakini shukuru a kutoka Ngundu, kizimbani ya leo imegusa penyewe, naomba watu wajirekebishe. Boaz John kutoka Kumwendo anasema watu kama hao wapo, ambao wanakataa kupokea simu kiani kwa nataka kuombwa hela, kwa hiyo anaomba kupitia kizimbani waweze kujirekebisha. Lakini e, mtabazi Melingi wa Kanyinya Ngara, kizimbani ya leo anasema dada Uh, watu kama hao wapo. Kuna wengine ukimpigia simu anakuweka bize. Kuanzia leo anaomba wajirekebishe. <laughs> mwingine anakublock. au <laughs> kuna kwengine ana, ana, anaambiana labda yuko na mke wake anaambiwa mm -hmm. uh, naye ah, napiga maruseke, achana ah, nayo huyo bwana mwingine achana, achana naye anashanza <laughs> mambo yake Mhm. Mm e, bana, ujumbe uh, mwingine hapa tuko nao kwenye Facebook, kwa, kwa sababu pia um, hii bada tuweza kuiweka huko kizimbani. Ndiyo, uh, huyu anaitwa Pastori Wilson Kaduri kutokea pande za Mkigende Lulenge. uh, sema Lulenge bila shaka huko na kupatikana. Hakika, baadhi ya ndugu wanahofia wakipigiwa na ndugu zao kuombwa pesa. mm -hmm. Wapo wengi kupitia kizimbani ya leo. Uh, waache hiyo tabia, tudumishe undugu na sio kuwekeana mipaka okay. hadi kwenye mawasiliano mm. lakini baraka mwiki uh, kezi kezi wa Mnyegera Buhigo anasema anatufuatilia vizuri kabisa Mchakato, bila shaka yuko live na sisi, kwa sababu muda huu tunaozungumza tuko live kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na ukurasa wa YouTube Godson MC uh, yuko na sisi vizuri. Lakini pia tumekuona Mbaga Charles Kubeja wakishinda gate, anasema hiyo tabia ipo kwa watu wengi sana, lakini Jonasani Mtauta wa Kibondo Kigaga, ila kwa sasa yuko maeneo ya uh, Geita Katoro, anasema ni kweli, upo umuhimu wa kupokea simu inayoingia, kwani kwa kufanya hivyo unatimiza wajibu wa kukaa na simu. Maana kama utakaa na simu halafu ukipigiwa haupokei simu, sasa yafaa nini wewe kuwa na simu? Kuhusu kuhofi, uh, kuhofia ukipokea simu utaombwa chochote kitu, hii sio sababu ya ya kukufanya usipokee mm -hmm. na kama unacho kitu basi unapaswa utoe. Eh, kaandika ujumbe mrefu kwelikweli hapa, lakini kwa sababu ya wakati mm -hmm. wacha tuishie hapo Lev Mpaji, tumekuona pia. Kagongwa Kahama, sasa ni kweli na kera. Mfano mm mimi juzi dada yangu alinipigia akiwa ananisalimia, ila cha kwanza kabla ya salamu, uh, nitumie... <laughs> ha, ya salamu nitumie. Haya haya sawa sawa, haya sawa sawa, naona kuna kuna, kuna kuna maneno hapo ambayo mm, umeandika mimi sijaelewa, lakini tuna shukuru pia mapigano. Jacob Baba Antoni wakataka Kakonko natufuatilia mchakato, watu wa namna hiyo wabadilike, sio vizuri. Lakini Suke John wa Ilanga Singa Ilanga Sika, bila shaka Geita. Kwa sasa huko maeneo ya jijini Mbeya hapo Green City, unatufuatilia vizuri kabisa. Nasema huo ni ulimbukeni na kutofahamiana kwenye ukoo hmm. Kwa hiyo watu kama hao wapo hata kwao ni wengi sana. Joshua mjukuu wa Nila, tunashukuru sana, mkazi wa Mkuyuni Mwanza, sio tabia nzuri. Bonifasi Steven baba Sirapia kutokea pande za Katoro Geita, tumekuona pia hapa. Nasema kiukweli, kuna baadhi ya watu wakiona tu simu za ndugu zao wanakausha ile <laughs> <laughs> <laughs> Bole isiyo <siwe> kiswaswadi <laughs> <This> yani is <smart. laughs> ukishabonyeza tu ile batani ya kuzima na kuwasha tayari uh. Okay, sawa. sataa ana dakika hamsini na moja, msikilizaji, tumalize na maneno haya ya Ituba ambao wanatuambia kwamba Uh, wanatuambia kwamba uh, hakikisha kama unataka kuwa tajiri kupata mapesa unacheza michezo ya kusisimua ya bahati nasibu kwa kupiga nyota 149 nyota 88 alama ya leli, lakini pia uh, ukiona hiyo ni shida, mtafute wakala wa bahati nasibu ambaye yupo karibu na wewe, ama tumia USSD ya Mix by Yas ya Airtel Money pamoja na Mpesa na unaweza ukaanza siku yako na Loto ambayo inakupa nafasi mbili e, za kushinda Nmakadilio yapo shilingi milioni arobaini na tano na kuna shilingi milioni tatu ya uhakika ambayo inatoka kwa kila siku. Tiketi ni shilingi elfu mbili lakini unaweza kucheza na tamba na uh, unaweza kucheza na tamba na namba ambayo inakupa draw kwa kila siku, kila dakika tano. Na hii inamaanisha nafasi nyingi zaidi za kushinda hadi shilingi milioni kumi na tiketi inaanzia shilingi mia moja tu. Kama unatafuta ushindi wa papo kwa papo, unaweza kucheza tobo chap chap. Kuna zaidi ya shilingi bilioni mbili za zawadi za papo kwa papo, wewe kwa nguo amechisha na mwisho wa siku uweze kushinda usisahau pia kuna spin for cash. hili ni gurudumu la zawadi lenye thamani ya shilingi bilioni mbili e, nukta saba. Zungusha na ushinde. Kwa nini usubiri siku moja, wakati uwezo wa kushinda leo unao? Amini, cheza na ushinde. Kushiriki ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha unacheza kistaarabu, na bahati nasibu ya taifa kumbuki inasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Kama una swali lolote, wapigie simu bure 0800 1782 233. Tunahitimisha, yeah. Kizimbani kwa siku ya leo. Yes, tunahitimisha na tuwakumbushe tu kwamba kuna mtu ameniuliza swali hapa yeye, yeah. Yuko nje kwenye mikoa ambayo tunasikia kupitia masafa ya FM. Ndiyo. Basi nimwambie tu aingie kwenye smartphone yake pale, aende kwenye Google huko data zake zikiwa zimewashwa. Mm -hmm. Andike www co.tz uh, na ataweza kutusikiliza kupitia website yetu hiyo, lakini pia anaweza akaandika Radio Kwizera tu kupitia Chrome clome ama okay. Google pale na akasikiliza mm -hmm. vizuri kabisa kupitia radio radiobox mm -hmm. pamoja na platform zingine ambazo tunasikika vizuri kabisa. Sawa, mimi naitwa Asma Ahmed, David Maruseke, Benedict Sanga, Hakim Kasema, wenye tabia